Tanzania Tanzania Tanzania, fimbo ya chuma ipo mgongoni mwako imefika malangoni pako. Niliona maono ya wazi wakati naomba usiku. Niliona juu ya anga la nchi ya Tanzania kuna pipa lilikuwa linachemka kitu ndani yake likiwa juu ya anga la nchi ya Tanzania. Pipa hilo lina bomba kama nne hadi sita hivi kulizunguka pipa lote, bomba hizo zimetokeza kutoka kwenye pipa kisha mbele zimetazamia chini. Ni mfano wa zile ndoo za mgahawani na koki yake, ndivyo lilivyo pipa hili. Mvuke mkali ulikuwa unatoka kwenye pipa hilo, na ndani yake zilikuwa zinatoka bendera za nchi ya Tanzania zikiwa zimeshika moto. Niliona zilikuwa zikiwaka na kuungua kabisa na majivu yake yalishuka chini ya nchi. Wakati huo wote eneo hilo la juu ya anga la Tanzania lilikuwa giza, na sikuona moto uliokuwa unachemsha pipa lile, lakini mvuke mkali ulikuwa ukitoka humo na vipande vya bendera vikiwa vimeshika moto. Hata bendera ambazo zilizopita juu ya eneo la pipa, bendera za nchi ya Tanzania, zilidaka moto na kuungua na majivu yake yalishuka chini ya nchi ambapo kwa wakati huo kulikuwa kimya sana. Kisha nikaona zile bomba mfano wa koki zilizoinamia chini kutoka kwenye lila pipa zinaanza kutoa moshi ambao ulishuka kwenda katika ardhi ya nchi ya Tanzania. Nikiona shangaa haya, nikajiuliza nini maana yake na moshi huu ni nini? Nikasikia sauti ikisema, hii ni ghadhabu ya Mungu kwa nchi ya Tanzania. Maana watu wanaambiwa juu ya Nabii Musa hawasikii. Wamekazana kusema ombea na kumwacha Nabii akihangaika kuwapigania peke yake. Akipambana mwenyewe na watu wamekimbilia kuungana na adui. Mwisho adhabu iwajie maana hakuna maana ya kuwapigania watu wasiosikia mmeambiwa mtoeni huyo mama hamsikii mnamwombea mnamwogopea nini wakati mungu ashawapa wa raisi hamsikii mnamng'ang'ania anakazana kupambana na nabii au mnataka hadi nabii ashike bunduki kupambana ndio mwelewe ndio maana mungu anawashushia adhabu hii mnaodanganya watu kuombea Mmeambiwa ombeni toba kwa kuto, kwa kutomsikiliza Nabii Musa na kumdharau na mchukue hatua. Mtu anauliza Nabii Musa ni yupi? Nenda Unyakuo TV na picha yake nimeshaiweka humu sana. Hamsikii. Mungu awabariki. Ninawajulisha haya maana ndiyo yanayofuata. Kama maonyo yametolewa sana kama namna Mungu anavyotaka ifanyike imetolewa sana. Wengi wamekaidi. Barua na barua zimesomwa, nabii akitoa maelekezo nini kinafanyika kwa wakati gani. Yote watu wamekataa, yote watu wamekaa kimya, wameacha kutii, wameacha kusikiliza, wako na maisha yao, wako na anasa zao. Kwa midomo yao wanasema wanampenda Mungu, kwa matendo yao wanakataa maagizo ya Mungu. Haya yanakuja yatawatenga walio wa Mungu na wale wanaoigiza, yatawatenga. Mungu awabariki sana. Si habari nzuri wala haifurahishi, lakini imefika wakati Mungu ameruhusu yatokee haya, kupitia mjumbe wake Nabii Musa ambaye ndiye na sanduku la agano hapa, yupo kwenye kiti cha enzi cha Mungu hapa, katika taifa hili teule la Mungu Tanzania, jueni ya kuwa sauti ya Mungu inatoka hapa. Mnao mdharau endeleeni kudharau, machoni penu mtashuhudia msiyoyaona msiyoyaamini na msiyoyataka. hii ndiyo sauti ya Mungu mnayoikataa. Mungu awabariki sana Amen.